Kama yanga atashinda ndio, eh, unywe kipara. Yanga alisemaje? Alisema kwa akili zake timamu, leo yanga anapata matokeo, asipopata kitu chochote